Hii barabara ambayo inatoka Katumba kwenda Lupaso kilomita zisizopungua thelathini na tano wananchi hawa, nadhani tumepita, ni watu ambao e, wamekuwepo kwa muda mrefu, wamekuwa wanatumia barabara, lakini ikiwa ni barabara ambayo ni kwa kiwango cha changarawe, lakini wanafanya shughuli nyingi sana za kilimo ambao anawezekana ndo wanaolisha mji wa Tukuyu, Kiwila na hata Mbeya kwa sababu pia wanalisha, wanazalisha sana mazao haya ambayo ni perishable goods, mazao ambayo, yani, ukichelewa kuyatoa basi unakuwa umeharibikiwa, na yanatoka mengi sana kanda hii, na ili yafike huko oataka kwenda lazima yatumie barabara hii. The Manager wa TANROADS Mkoa, TECU Nadhani katika kipindi hiki mconcentrate ama nguvu kubwa iwe kwenye maeneo ambayo mnahakika yatakuwa na changamoto. Ni bora maeneo ambayo yanapitika, tusitafute, mimi nasema kwa sasa tusitafute eh, asilimia, lakini tutafute kwamba njia hii itapitika muda wote. Kwa hiyo tu-concentrate na maeneo ambayo tunajua yatakwama. Hapa leo kwa mfano mvua, na hakika hapa tuliposema kinyesha leo lori halipiti. Sasa kama ni basi linapita, basi halipiti. Sasa hiyo inakuwa ni adha kwa watumiaji wa barabara. Kwa hiyo ninaomba mlisimamie hilo, maeneo haya yanayofanana na hili yafanyiwe kazi kubwa sana. Ainisheni maeneo yote ambayo mmesha yavuruga, muyaweke sawa wakati mnajenga, watu wasikwame mradi huu. Anayetekeleza anaitwa CRBC ni China Road and Bridge Construction Corporation kutoka China, na utekelezaji wa huu ni miezi 36. Kwa hiyo tunatarajia kwenye hatua za baada ya kuwa amelipwa hizi fedha za awali, ameenda nazo na mobilization. Kwa hiyo tunategemea hiyo miezi yote ataweza kufanya kwa kumaliza mradi huu. Lengo letu sisi ni kumsimamia aweze kumaliza kwa wakati. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa naibu waziri kwa na wizara ya Ujenzi kwa jinsi ambavyo wamekuwa na commitment ya juu kuhakikisha kwamba huu mradi wa Katumba Mbambo Tukuyu unakamilika kwa wakati na serikali yote tunaishukuru sana. Sisi kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa fedha nyingi za ujenzi wa barabara hii, kwa sababu ilikuwa ni kilio cha muda mrefu cha wananchi wa jimbo hili la wilaya ya Rungwe kwa maana majimbo yote mawili ya Rungwe na Busokelo, kwa sababu ndiyo fursa pekee ya kuweza kusafirisha bidhaa zao. Sisi wana Rungwe ni wazuri kwa kilimo, tunalima vyakula vya aina zote. Kwa hiyo bila kilimo kukitoa mashambani, kukifikisha katika masoko, inakuwa hatujafanya lolote. Lakini niombe kitu kimoja, mheshimiwa naibu waziri, sisi Rungwe tunapata mvua kwa muda mrefu. Tumeanza sasa hivi Desemba hii, tutakuenda nayo mpaka Juni ama mpaka Julai. Sasa ni lazima mkandarasi tuombe aongeze kasi ya ujenzi wa eneo hili, lakini kama alivyosema meneja, kuna maeneo yanajifunga kutokana na uhalisia ulivyo sasa, naye awe tayari, maanake usiku mvua zinaweza zikanyesha, udongo huu ukashuka, wananchi wakashindwa kupita. Kwa hiyo wakati wote tutakapomhitaji aweze kuamua barabara kupita yawe tayari, ili wananchi waweze kupita na kuendelea na shughuli zao kama kawaida.